Nilipokutana na baadhi yenu Arusha mwezi Septemba niliwaomba sana muwe viongozi wenye maono, walezi na viongozi wa kimkakati. Nilisema pia kuwa kiongozi bora na wa kimkakati ni yule anayehakikisha wanaoongozwa wanakuwa, kwa maana walioko chini nao wanakuwa, siku moja watakuja kuwa CEO siku moja atakuja kuwa mwenyekiti wa bodi katika uongozi. Hakikisheni kwamba waliopo chini hawakandamizwi, lakini wanalelewa na kukua. Wekeni watu mbele katika mikakati yenu. Naposema watu, wanachama wenu, miaka hamsini na saba na mafanikio mlioyapata yametokana na kukuza watumishi wenye weledi na ujuzi wa kufanya kazi. Endeleeni kuwajali watumishi wenu kwa ajili ya kufikia malengo mliojiwekea. Uongozi bora ni pamoja na kuwajali watu. Ndugu wajumbe, mafanikio mliyoyapata mwaka 2025 ni kielelezo cha uwezo wenu, umoja wenu na nidhamu ya wanachama. Tumeshuhudia ukuaji wa wanachama kwa asilimia 18 kutoka 1740 hadi 2557, ongezeko la akiba na amana kwa asilimia 19 kufikia shilingi bilioni 21.68, ongezeko la mikopo kwa asilimia 22 kufikia shilingi bilioni 26.19 ikionyesha kuwa SACCOS imeendelea kuwa chanzo cha matumaini kwa wanachama.